Ok, uh, kifo haiwahusu wafu. mm -hmm. Kifo sio kwa wafu bali kwa walio hai. Mtu akishatoka katika mwili, mwili ule uliobaki unabaki mwili wa familia ambako ulitoka. Ndio maana maisha yanaanzia kwa familia, yanaishia kwa familia, baba uh. na mama na ndugu, yes, mwili ni wa familia, lakini mtu akishatoka, kifo kinawahusu waliobaki hai. Ndio maana hakuna haja ya kusikitika, kuwaza siku nitakufa itakuwa vipi. Haitakuhusu, inawahusu waliobaki, ndio watatafuta jeneza, watafanya michakato yote, gharama za hospitali, sijui nini mm. Haikuhusu kifo, akimuhusu marehemu, kinawahusu walio hai, waliobaki mm. mm -hmm. Marehemu ana haki tena, haimuhusu tena kama tulivyosema, mm. Kifo yani akiwezi kusumbua marehemu hivi. Dokta, umeshawai kusikia? Nimekuelewa, nimekuelewa sana, sijamaliza. Okay. No, yani hapo hapo dokta, kuna kitu kigumu sana unakiongea, lakini nisikisahau, ni, ni unajua kuna mtu alishasema tena, ndiona kwenye, kwenye, kwenye mtandao nikifa usinizike ukija Nitapiga nitapiga chafya, yani it's, it's a bit weird like like mtu anasema us, nikifa usije kuaga mwili, usije ikitokea umekuja mimi, marehemu nitapiga chafya. How is that possible? Ni, fobia tu ni woga tu, ndio nasumbua watu mm-hmm. Mtu akishatoka wa kwenye mwili ana tena mamlaka na huo mwili atapigaje chafya? Ta promise vipi atapiga chafya? mm. Kwanza watu wengi hawakumbuki ndoto walizokuwa naota wakiwa wadogo. Nani anakumbuka na alikuwa naota nini akiwa tumboni mwa mama yake? Nani awe na mamlaka ya kusema atapiga chafya baada ya kuondoka katika mwili? mm -hmm. People talk to talk. Wata yeah. Waelewi maisha na energy yake inakwendaje sasa, mtu akishatoka kwenye mwili huu, mwili huu ni wa familia Unajua kwamba mwili huu ni wa baba na mama yako kabisa. mm. mm. Ni property ya kwao, lakini property hiyo ni marehemu. Mwenyezi Mungu asingeweka pumzi ndani ya huo mwili huwe ni wazazi wako tu mm. Wangapi alizaliwa leo mwili ule, na wakaenda kuuzika? Wanaohusika ni walioleta mwili huo mm. duniani kwa hiyo maisha yanaanza kwa familia, yanaishia kwa familia, biological family mm -hmm. kwa hiyo kimsingi, huyo hapo alisema tu kwa hasira. Hata angekuwa na chuki na dada yake, anajua walikuwa wapatani, asishangae. Anajua kabisa kwamba yeye na dada yake moto ulikuwa kwenda vizuri mm -hmm. na inawezekana, na yeye alikuwa na makosa ambayo dada yake aliweza kumkosoa lakini hawakuwekana sawa, unajua uh -huh. hata adui wako akifa utaumia one way or another mm. Sasa upinzani ule pia ni sehemu ya kuishi kwako uh -huh. Kwani tunaoana kiupinzani, most people don't get it. Mwanaume na mwanaume ni wapinzani, mwanaume na mwanamke ni opposite, mwanaume na mwanamke ni opposite mm. mm. opposite, simba na yanga. kwa mwanaume ni, yeah. ni mwanamke kwa mwanamke ni mwanaume, lakini mnaoana opposition ndondoa thabiti kwani without opposition there is no position. Kwani position yako isomeke, inabidi opposition iwepo. No okay. mm -hmm. kwa hiyo hata katika familia pia mnaweza mkaa mnagongana, lakini mkuchagua kuishi kuwa ndugu mm -hmm. mtu amesha toka kwenye mwili mm -hmm. unakuja tu unakuja kwenye msiba, lakini amesha zikwa. Sasa hivi tunajili na mtu ambaye ameshaondoka, ameshaondoka, tunamsaidiaje na dada na issue aende alipozikwa dada yake, mwili wake. Kufika tu pale kwa sababu pale mwili ndio ulizikwa, na mwili wake na yule ya dada yake wana DNA zao. Aende pale alipozikwa, kama ni muumini wa Mungu asali, kama alimkosea huyu aliyeondoka, atamke hata maneno mawili matatu. The spirit mm -hmm. is life. Around nakuwafree distance hakuna tena mm. Kwa hiyo afanye kitendo hicho, anafika pale, anafanya usafi, labda peke yake, anaweza akatamka mm. maneno mawili matatu peke yake, atadisikia uhuru tamrudia mm. na hiyo barua kama haina haja, aifukie ai pale pale. Kwa hiyo amjibu barua, aiandike barua, hakuna haja kuandika, aongee, atamke barua ambayo dada yake alimwachia, kama anayo yeye uh -huh. azike hiyo barua pale pale dada yake sasa hivi anaweza akasikia kauli yake kuliko maandishi yake. Kwa hiyo aongee, mm. ni family, ni energy. kusoma Kulon, naona Ibrahimu, alipokufa alipokelewa na wako wake mm. mm. yes. E, sasa maanake ni energy ndio na mater. Sasa hivi atamke mm. mm. pale kwenye kaburi la dada yake, basi mm aukoti hata mchanga, nani udongo pale na hiye ya muziki mm, itasaidia eh, tulitoka mavumbini, mavumbini tunarudi. Dada, unisamehe kwa yote, nilikuja leo kukuzika mm.